a waziri mkuu kwenye sekta ya afya na kipindi cha toka Machi 21 mpaka sasa tumepokea zaidi ya bilioni arobaini na sita nukta moja ambazo tumetekeleza yafuatayo: kwanza ujenzi wa miundombinu ya hospitali nne za halmashauri Kiroro, Mpindi, Iringa na Manispaa, vituo shirini vya afya na zahanati arobaini na tisa ujenzi wa majengo matatu ya huduma za dharura nd mawili ya wagonjwa mahututi ICU manne kuhifadhia maiti za, za wafanyakazi wa watumishi wa afya. Ujenzi wa wodi maalum ya IP, jengo la uchunguzi wa mionzi, ununuzi wa mashine ya CT scan, X-ray mashine ya sasa, hospitali ya rufaa ya, ya mkoa, ukarabati mkubwa wa miundombinu katika hospitali ya rufaa ya mkoa na hospitali ya mji ya Mafinga. Ujenzi wa majengo ya usimikaji wa mitambo ya kuzalisha hewa, hewa tiba oxygen plant katika hospitali ya rufaa ya mkoa na hospitali ya Mashauri ya mji wa Mafinga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea na ukarabati wa vyumba vya uangalizi kwa watoto wa tanga katika hospitali ya halmashauri ya mji Mafinga na manupa ya Iringa, jenza jengo la huduma za jumuishi la ukatili wa kijinsia One Stop Center, kununua vifaa tiba kwa hospitali ya rufaa ya mkoa, hospitali tano za halmashauri, vituo vya afya 29 na zahanati 205. Yaeleza mtu yoyote akiasikia, natia moyo kwamba kazi zimefanyika kwenye mkoa wenu, tena zinaonekana na hata kiwanja hiki tu kiwanja chenyewe ni kiashiria kimojawapo kuwa e, mambo mazuri yanafanyika, na lakini naamini kuleta fedha jambo moja, fedha hizo kusimamiwa mahali penyewe ni jambo lingine. mm -hmm. Unaenda mahali unakuta e, fedha zimekwenda, lakini sisi tunaosimamia unatengeneza migogoro ya kwetu na migogoro binafsi ambayo inawafanya wananchi kule mwisho wa siku wasipate hizo huduma. Kwa hiyo nafurahi kwamba kwenye mkoa wenu huu kwa, e, kwa taarifa hii na yale tunayoyasikia, tunaendelea kufanya kazi kama timu. Mimi wito wangu kwenu ni kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kama timu. Mheshimiwa Rais awezi kujigawanya kwenda kila mahali, ndio maana ametuweka huko sisi wengine ili tuweze kumsaidia na sina mashaka kwa kweli, kwa sababu hati njema, wote tunafahamiana uwezo wenu, namna mnavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo nawatakia kila la heri na washukuru kwa kutupokea sisi. Tumekuja kwa kazi moja tu ambayo ni Akesho ya kesho ya kumweka wakfu wa askofu wa jimbo Katoliki Iringa mpya, walimwalika mheshimiwa rais aje kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, lakini sasa bahati mbaya e, mheshimiwa rais akawa na majukumu mengine, akanituma mimi nije nimwakilishe kwenye shughuli hiyo. Kwa hiyo takuwa na ninyi kwa masaa kadhaa hayo leo na kesho, baadaye italazimika kurudi Dodoma, kwa sababu e, kesho tarehe 27 tarehe 28 nami nawajibika kuwasilisha bajeti bungeni. Kwa hiyo itabidi e, niwahi Dodoma kwa hiyo nawashukuru sana sana kwa mapokezi. Ninawashukuru kwa taarifa hii. Taarifa hii pamoja na mambo mengine itakuwa sehemu ya hotuba yangu kesho, kwa sababu unazungumza pale pale watu walipo, ili wajue kuna mambo gani yanayofanyika. Imani yangu ni kwamba e, tutajiandaa wote kwa pamoja kama serikali kwenda kumsindikiza mashamba Baba Askofu mpya ambaye anakabidhiwa jimbo hili e, la Iringa. E, tufanye siku yake iwe nzuri ya kukumbukwa. Kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa unakumbuka, tulikwenda jimbo la Mufindi, ilikuwa shughuli nzuri sana na visibility yetu kama serikali na kanisa Katoliki kama mdau mkubwa wa maendeleo e, ilifana sana na naamini na kesho ita, itafana vile vile. Mwisho e, tunasherehekea miaka sitini na moja ya muungano wetu, niwatakie wote e, sherehe njema, na unajua huu muungano kwa kuwa umekuwa muda mrefu, watu wengine tunauona wa kawaida, lakini ni tunu kubwa sana, kubwa sana. Nchi nyingi sana kwa kweli zinapambana kujaribu kujiunga, zimeshindwa. Sisi tumepata bahati kwamba umoja na kuunganisha nchi mbili, wazee wetu wametuachia taifa, taifa linaloitwa Tanzania, taifa ambalo ninyi wote humu tuliomo humu ndani tuna tofauti nyingi sana, lakini haziwahusu hizo tofauti Kinachoweka pamoja ni utanzania wenu na kwamba tunaona fahari wote kuitwa Watanzania badala ya huyu kuitwa wa mahali fulani ama huyu wa mahali fulani. Utanzania wetu umebaki kuwa beacon ya umoja na watu wengi wanajifunza kwetu. Kwa hiyo nilipata bahati ya kufanya shughuli za maadhimisho ya miaka sitini na moja ya muungano mkoa wa Arusha, so tumemaliza leo tukaja huku kwa ajili ya hiyo ratiba.